Anasema mjumbe, mpaka mkanisa za kiroho kama hizi, mtakuwa wadogo tena kwa shida. Ninyi ndugu mnaoenda kuoa, Mungu awape roho kubwa ya kuvumilia, asema mjumbe. Naona hapo na nyamaza, atukumuibada, wazazi wao wanawaelewa vizuri nyumbani na mtu namjua wakati hako katika wakati wake mgumu wa maisha, ndo tabia yake naiona sasa. Wakati ile pale amefinywa yani ma, ma, wakati mgumu wa maisha yake ndo tabia halisi ya mtu inakuwa inaonekana. Hapana wakati, hapa, wakati, aku, wakati wa furaha hapana, wakati ako wakati mgumu wa maisha yake ndo utajua tabia ya huyu dada tabia ya huyu ndugu ni gani? Kwa sababu ndio kwenye ule utu halisi wake unakuwa unaonekana wakati amefinywa. Mungu awasaidie ndugu. Si ajabu mtume anasema haswa siku hizi. Hey, na ndio anasema na hiyo ni huko miaka ya huko nyuma 65. Hivi tuko 2025. Hivi tunaenda Juni kesho. Majenzi. Mungu atusaidie sana. Kijana nene Yona ngali kukokota masikio akasema siku hizi unapaswa kuomba kwa bidii sana. Sikia tu. Kila siku toka kama kawaida, tunshaomba Mungu atawie, tuombe, unaomba, naomba alafu Mungu, nipe ishara. Ah, haiku masuala ya ishara. Akutagui ishara kwa kuwa tabia. Hizo mambo za maishara, mimi mimi huwa sikufanyii wa hizo vitu. Ti Mungu inshaomba na naomba sasa, so nipe ishara. Unaweza kuwa coincidence inatoka coincidence ni vitu vinaweza kushikana na isiu, isiu, okay. Na isiwe ni isiwe kile. Ninafahamu? Yes. Kwa nini sio vitu ndugu? Si Mungu kama ni yeye au wa kwanza kuja kanisani. Hata kuja kanisani na sio yeye. Omba yes. Yes, upate tabia. Yes. <laughs> Mungu akwa, mpaka Mungu akuamnaje, sasa mpaka unaenda unajua yeye ni nani? Alitoka wapi? Nini kimemfanya? Na unaendelea kuambia Mungu ni yeye kweli? Je, haya ni mapenzi yako Mungu? Kila siku unaniambia, Mungu nimeshaona ndio Mungu. Je, ni yeye? Kama Mungu, kuna kuna katamaa fulani kwa ajili ya Yuda. Je, ni yeye?